Mpinga Kristo ni nani? Katika dunia inayobadilika kwa kasi, matetemeko, vita, magonjwa, hofu na sintofahamu, kuna swali moja ambalo limekuwa likiulizwa kwa miaka elfu mbili sasa: mpinga Kristo ni nani? Je, tayari yupo? Je, ni mtu? Ni mfumo, au ni roho? Leo tutafichua kwa undani kile Biblia inachosema. Asili ya neno mpinga Kristo. Biblia inatumia neno mpinga Kristo katika maandiko ya Yohana. Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa 18 inasema: watoto ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo iwaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Hapa tunaona mambo mawili: Mpinga Kristo kama mtu ajaye. mbili. Mpinga Kristo kama roho ambayo tayari ipo duniani. Hivyo mpinga Kristo si mtu, ni roho, mfumo, na mtu atakayeonekana baadaye. Roho ya mpinga Kristo, je, ipo tayari? Biblia inasema roho ya mpinga Kristo tayari inafanya kazi duniani. Sifa za roho ya mpinga Kristo: inakana kuwa Yesu ni Kristo, inapindisha ukweli wa maandiko, inapindisha mafundisho ya Mungu, inaleta uongo wa kiroho, inapenda watu waache imani ya kweli, inaonekana sana katika maadili ya dunia. Sasa uvunjifu wa maadili, uhuru kupita kiasi, uasi wa kiroho. Kwa hiyo kuna watu na taasisi nyingi zinazotumika na roho hii bila hata wao kujua. Mpinga Kristo kama mfumo. Ndiyo, katika Danieli na Ufunuo, Biblia inatupatia picha ya mfumo wa dunia wa mwisho: mfumo wa kisiasa, ambapo hata leo tunayaona, mfumo wa kiuchumi, mfumo wa kidini, mfumo wa teknolojia. Mfumo huu wa mwisho utaunganishwa na mwanaume mmoja aliye na mamlaka ya ajabu dunia. Mfumo huu utahitaji watu wawe upande mmoja, na wale wasiofuata mfumo huu wataonekana kama wapinzani. Hii ndiyo maana dunia inakwenda kwenye digital currency, one world governance, maamuzi ya dunia kwa kitu kimoja, centralized technology, tabia za kuondoa maadili ya Biblia. Kwa wengi, hii ni maandalizi ya global system ambayo mpinga Kristo ataiongoza. Mpinga Kristo, kama mtu, mfalme wa mwisho, Biblia inampa majina yafuatayo: mwana wa uasi, katika kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya pili mstari wa tatu, mwenye kuharibu, mnyama wa Ufunuo, mtu mwenye hekima nyingi na nguvu kubwa. Sifa zake ni atakuwa na akili, uwezo na kipaji cha kuongoza, atavutia mataifa kwa maneno yake. Ataonekana mwenye kuleta amani duniani. Ataunganisha mataifa kwa mzunguko na siasa. Atajenga amani ya muda mfupi ya Mashariki ya Kati. Atajifanya rafiki wa dini zote, baadaye atageuka na kudai kuabudiwa kama Mungu. Atapewa mamlaka kwa miaka mitatu na nusu ya mwisho kabla ya kurudi kwake Yesu Kristo. Unaweza ukajiuliza atajitambulisha lini? Biblia inatuonyesha atatokea kwa uwazi baada ya agano la amani litakalosainiwa. Dunia itampokea kwa sababu ya kutaka amani na utulivu. Katika nusu ya kipindi atavunja agano, atapitia hekalu la Jerusalem na kujitangaza Mungu. Atalazimisha watu kupokea alama, mark of the beast. unaweza ukajiuliza alama ya mnyama Je, yeah, ni nini? Ufunuo sura ya 13 inasema, alama itahusiana na biashara. Watu bila alama hawawezi kununua au kuuza. Alama inahusiana na jina au namba ya mpinga Kristo, maana yake ni sita, sita, sita. Hii inaelezwa kwamba ni hatua ya mwisho ya mfumo utakaomdhibiti mwanadamu kiuchumi, kiufahamu na kiimani hii inaweza kuwa namba chip digital recording, au mfumo wowote unaoficha utawala wake. Unazidi kuwaza je, yeah, tayari yupo duniani? Je, yeah, mpinga Kristo tayari ameshazaliwa? Sasa maandiko hayatoi majina, lakini yanatuambia tayari roho ya mpinga Kristo ipo duniani. Hii inamaanisha anaweza kuwa hai tayari anaweza kuwa kijana au mtu mzima. Atatokea wakati uliopangwa na Mungu, lakini hataruhusiwa kujifichua mpaka muda wake ufike. Je, kwa wewe muumini unapaswa kuwa na hofu? Hapana, Biblia inasema Yesu atawapa nguvu waumini. Kanisa litakuwa imara. Roho Mtakatifu atawalinda waaminio. Kile kinachopaswa kufanyika ni kuishi maisha matakatifu, kuijua Biblia, kuwa na roho mtakatifu, kutambua ishara za nyakati, kusimama kiimani bila kuyumba. Ndugu yangu, mfuatiliaji wangu, mpinga Kristo si jambo la kutisha kwa walio katika Kristo, lakini ni onyo kwa dunia inayotembea bila Mungu. Wale wanaoangalia ishara wanaelewa dunia inaingia katika wakati wa mwisho. Swali si mpinga Kristo ni nani, bali je, wewe uko upande gani? Wakati wa kumrudia Mungu ni sasa. Kristo anarudi, jiandae.